Women women are are so so wicked wicked out here. Women are so wicked. Najua unajiuliza mbona nasema hivi. Nimepata na video ya, ya dem wa Facebook. Dem wa Facebook. Akiwa ilikuwa ilikuwa vacation na let me hope ilikuwa kama Mombasa kama zikakosea, zika ilikuwa Mombasa, anajibamba tu hata background music nyameka ni ile ngoma ya ya Bien akiwa na Mario, sio video, ilikuwa anaongea, anajibamba tu hapo kwa bahari ya nikidhani alikuwa ameenda vacation. We, hebu enda comment section hiyo video. People are just hating on dem wa Facebook with no reasons. Mtu anaingia hapo na yani, hey, kuna watu wana mtusi tu. Sijui mbona tu, nilifil vibaya tu. Sijui mbona nilifil tu vibaya tu tu vibaya. Mtu anaishi maisha yake, video ameposta, jongelea mtu, ako tu lifestyle yake dem wa Facebook, kuna watu unatoa anatazama video, atajua na hate mtu, ya ako maisha yake polite, but wanawake wamekamtoa hapo, majority walikuwa wanawake, wanaanza kumtusi tu, wengine wanamwambia angalia, unajua siwezi rudia exact hizo matusi exact, because zaka nikaa pia mimi na natuziana, unaona, but ukipata na hiyo video ya Facebook, dem wa Facebook akiwa pale vacation, I think alikuwa kwa bahari Let me think, let me hope it ilikuwa maybe Mombasa. Ukipata video video, ebu enda comment section, yani watu watu watu wana humanity hapa nje? Unajua mtu mtu anashangaa kama ni wewe mwenye unatusiana hivyo. Bwana amka siku moja umepost video yako poa, alafu upate watu na kutusi tu for no reason, watu wajui, uje kutana nao. Unapata kuna mtu ametusiana hapo na matusi yake imepata likes mingi sana. Ebu enda view profile yao mtu yake ameka private, so yako yako zokukoo uh, hmm? Ka una shida, una nini mpaka watu wengine wanaingilia shida za kimaumbile. Kila mtu apige shughuli yake vizuri tu and that's all. Ulikuja ulikuja online kufanya nini tu. Unajua, mimi nasikia vibaya nikiona mtu kama demu wa Facebook anapitia vitu kama hizo, because huu ni dem, sisi wote tumeona pale ametoka. Tusisahau hiyo, tumeona pale dem wa Facebook ametoka, alikuwa tu kama wewe na mimi, sio ni mtu atametoka wapi? Alikuwa tu kama wewe na mimi. Sasa wewe ukianza kujeka hater wake ni nini, nakusumbua alafu dem, nimerealize dem huyu ni mstrong sana. Mimi nikieza mka one day nipate comment kama hizo ni za turn off, hata comment section ni za turn off because, eh, kukua seleb Kenya enyewe ni shida major. Alisema kweli, kukuapa seleb Kenya ni noma, but anyway, dem wa Facebook endelea kufanya kitu unafanya. Ule ana hate hata hate mpaka atakufa ki hate Saa zingine unayempenda akupendi, anapenda mwingine, anayependa mwingine hata akupenda. Eh, hey, anyway watu wengi, my friend, nimeendesha kuanzia asubuhi, lakini hiyo si pressure. Najua maybe ni hali ya wasichana, maybe ni cramps. Anyway watu wangu mseme, oh, niko na wivu ama nini, tat break well, no. Hata hivyo si mnajua wangu bina is not my type. So nikiwacho mjua hata kwangi type yangu sio, mnajua, mtasema oh, ni wivu ni vile amekuacha, si unajua kwangi.